Unajua kwa nini unaitwa kondoo? Ama umewahi kujiuliza kwa nini kati ya wanyama wote katika kitabu chetu kitakatifu cha Bibilia, kwa nini Mungu huchagua kutufananisha sisi na kondoo? Kwa kawaida lugha iliyoandikwa kwenye Bibilia hutumia mifano halisi yenye maana kubwa iliyojificha, na wakati mwingine, ukichunguza kwa kina, utajua kwa nini huchagua baadhi ya maneno na majina. Embo, kwa siku ya leo nikujuze tu kwa nini sisi tunaitwa ama kufananishwa na kondoo. Tunaitwa kondoo si kwa sababu tu ni mfano wa ushairi ama ufundi wa uandishi kwenye Bibilia au kwa sababu kondoo ni mnyama mpole. Ipo siri ya maana ya kina sana katika jina hilo inayoonyesha jinsi tulivyo na jinsi tunavyomhitaji Mungu kwa undani sana. Katika hali ya kawaida Mungu ameumba wa wanyama wengi sana ambao amewapa nguvu za ajabu. Ukitizama tembo, anaweza kulibinua gari ama kanyaga. Ukitizama baharini, nyangumi na ukubwa wake, anaweza hata kaipindua meli ndogo. Wako wanyama wengine ambao ni wadogo sana, lakini madhara yao ni makubwa katika hali ya kawaida ya kimazingira. Yupo mdudu mmoja anayefahamika kwa jina kama shipnos botfly, ama kwa jina la kisayansi anaitwa estres ovis. Ni mdudu mdogo sana, lakini ana njia ya kushambulia ambayo ni ya kusumbua sana. Yeye huwa hang'ati wala hadungi kondoo na sindano, kama vile nyuki ama wadudu wengine. Badala yake, yeye huweka mabuu yake ndani ya pua ya kondoo. Mabuu hayo huingia ndani zaidi hadi kwenye kichwa cha kondoo, wakichimba kwenye mapengo ya pua na wakati mwingine hata kwenye mifupa iliyopo ndani yake. Hali hiyo kwa kawaida husababisha kondoo kuwashwa kupita kiasi. Kuwashwa kukizidi huwa inaongezeka sana na mara nyingi inapeleka shinikizo kuwa kubwa na maumivu makali kichwani, na katika hali hii kondoo hushindwa kupumzika. Hofu huwa zinawazidi kwa kubwa sana na wasiwasi wakati mwingine naongezeka na huzuni pia hujengeka kwa kiwango kisichoelezeka. Katika hali hiyo ya kukata tamaa, kondoo huanza kugonga kichwa chake kwenye miti, mawe au kuta, akijaribu tu kupata afueni kutoka kwa maumivu ya ndani. Wengine huumia hadi kufa wakati wa kuitafuta amani kwa kupitia njia ambayo wao wanaiona ni sawa. Lakini mchungaji mwenye maarifa anajua jinsi ya kumsaidia kondoo wake. Yeye huchukua mafuta ya mzeituni, wakati mwingine akichanganya na mitishamba, na kupaka kichwa cha kondoo kwa upole, akifunika pua na masikio yake. Mafuta hayo huwa kama ni kinga, huwafukuza wale wadudu ulinda fahamu na kuleta utulivu. Kondoo aliyekuwa akiteseka sasa hupumzika kwa amani, anaweza kupumua tena, anaweza kufikiri vizuri, na anaweza kurudi kuwa kama kondoo kawaida. Nadhani sasa umeshaanza kupata hisia kwa nini Biblia inatufananisha sisi na kondoo. Kwa kweli ndugu yangu binadamu, hatukuumbwa kuibeba mizigo hatukuumbwa kuishi maisha ya mateso. Badala yake, tuliumbwa tuishi chini ya uangalizi wa mchungaji mwema. Lakini kwa upande mwingine, maisha huleta wadudu wake pia: mawazo yanayosumbua akili na roho, msongo wa mawazo, hofu, wasiwasi, magonjwa, majuto, upweke, uchungu, na hata hatia katika mambo mbalimbali mbali. Na kama vile inavyokuwa kwa kondoo, mara nyingine tunajaribu kujitatua sisi wenyewe. Tunapambana, tunagonga vichwa vyetu dhidi ya maisha, tunatafuta kitu chochote kitakachotuliza maumivu, hata kama ni kwa muda mfupi, kama vile pombe na mambo mengine. Lakini bado tunasahau kwamba kuna mchungaji. Maneno yake Yesu Kristo yanasema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 Yesu hutuokoa kutoka katika dhambi, anatupaka mafuta ya amani, hutumiminia roho wake kama mafuta juu ya akili zetu zilizosumbuka, hutulinda kutokana na mateso, hutuepusha na uovu, hutupa amani siyo tu ya kidunia, bali amani ya kweli ya kina inayotuliza moyo na kusafisha mawazo. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 23 Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Tuna uhitaji upako huu kila siku, sio tu wakati maisha yanapokuwa magumu, bali hata wakati mambo madogo yanapoanza kuandama kichwani, tunapohisi kuchoka, kupotea na kutoonekana. Kumbuka tu ndugu yangu, hatujaumbwa kuishi katika mateso, hatujaumbwa kubeba uzito wenye hii dunia. Hatujaumbwa kuuandamwa na matatizo. Tumeumbwa kwa ajili ya amani, tumeumbwa kuishi chini ya uangalizi wa mchungaji mwema, tumeumbwa tuyafurahie maisha tukiabudu na kumtukuza Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Hivyo basi kwa mara nyingine tena, ndugu yangu, utakaposikia Biblia ikikuita kondoo, usiuone kama ni udhaifu, ona ni kumbukumbu kumbu kwa kwamba unaonekana unapendwa na unalindwa. Unachokihitaji ni mafuta tu ya kwake yeye Yesu Kristo akupake, akumiminie Roho wake Mtakatifu, kichwa chako kipate kutulia. Kwa maana tunatafuta amani kwenye mambo ambayo hayatupi amani, badala yake yanatupa huzuni na matatizo mengi zaidi. Ipo moja kati ya misemo katika lugha ya kimombo inayosema kwamba An enemy of doing right things is doing a good thing. Shetani mara nyingi hakupi kitu kibaya, badala yake anakupa kitu ambacho ni kizuri, lakini siyo sahihi. Ni swali tu kujiuliza, katika matatizo unayopitia kila siku, hicho unachokifanya ni kitu sahihi ama ni kitu kizuri? Kinawezekana kikawa kizuri lakini kisiwe sahihi. Kinawezekana kikawa kina ladha mzuri kinakufanya ujisikie raha na burudani kwa wakati mfupi, lakini siyo sahihi kwa maisha yako ya baadaye, na inaweza ikafika hatua ukaipoteza roho yako. Ikiwa wewe ni kama mimi, tambuka tu kwamba mambo yanapoanza kuwa magumu tunahitaji Roho Mtakatifu atuongoze. Tunamhitaji Yesu ambaye alisema anagonga hodi katika mioyo yetu, ambaye ataisikia sauti yake na kufungua mlango yeye ataingia ndani, atakaa kwake na atakuwa naye pamoja. Hebu ikiwa wewe ni kama mimi na unatamani kumwalika Yesu katika maisha yako, hebu tuombe na urudie sala hii hapa. Yesu mchungaji wangu, nimeteseka kwa muda mrefu, akili yangu imekuwa uwanja wa vita, wadudu wa hofu, wa chungu, hatia na wasiwasi wamejaribu kuninyang'anya amani yangu, lakini leo nakujia, nakubali mwaliko wako, naipokea amani yako. Paka mafuta juu ya mawazo yangu, paka mafuta juu ya moyo wangu. Kuwa mchungaji wangu, kuwa mwokozi wangu. Naamini ulikufa kwa ajili yangu na kufufuka tena kwa ajili yangu. Najisalimisha kwako, niongoze iponye, kaa nami. Kuanzia leo na kuchagua wewe, si kama kondoo aliyepotea, bali kama kondoo aliyepatikana na kupendwa. Katika jina lako takatifu ninakushukuru Yesu Kristo, Amen.